Karibuni katika tafakari ya neno la Mungu. Leo Jumatatu ndani ya juma la thelathini la mwaka wa kanisa. Karibu tusikilize somo la Injili. Bwana awe nanyi. Somo la Injili takatifu ilivyoandikwa na Luka. Utukufu kwako, ee Bwana. Siku ya Sabato Yesu alikuwa akifundisha katika sinagogi mojawapo, na tazama, palikuwa na mwanamke aliyekuwa na pepo wa udhaifu muda wa miaka kumi na minane, naye amepindana, hawezi kujinyosha kabisa. Yesu akamuona. Yesu alipomwona alimwita, akamwambia, Mama, umefunguliwa katika udhaifu wako. Akaweka mikono yake juu yake, naye akanyoka mara hiyo, akamtukuza Mungu. Basi mkuu wa sinagogi alikasirika kwa sababu Yesu amemponya mtu siku ya Sabato, akajibu akawambia mkutano, kuna siku sita zifaazo kufanya kazi, basi njoni mponywe katika siku hizo, wala si katika siku ya Sabato. Lakini Bwana akajibu akasema, enyi wanafiki, kila mmoja wenu je, amfungui ng'ombe wake au punda wake siku ya sabato katika zizi aende kumnywesha? Na huyu mwanamke aliye wa uzao wa Ibrahimu ambaye shetani amemfunga miaka kumi na minane, hii haikupasa afunguliwe kifungo hiki siku ya sabato? Aliposema haya, wakatahayari wote walioshindana naye, mkutano wote wakafurahi kwa sababu ya mambo matukufu yaliyotendwa na yeye. Neno la Bwana. Sifa kwako e Kristo. Ndugu zangu, tunaalikwa jumatatu ya leo tutafakari juu ya upendo na huruma ya Mungu ambavyo havina mipaka. Katika somo la injili ya leo, Yesu anamponya mwanamke mmoja mgonjwa aliyekuwa na pepo kwa muda wa miaka kumi na minane, lakini cha kushangaza viongozi wa sinagogi hawakufurahi kwa sababu wao walijishughulisha na sabato na si yule mwanamke aliyekuwa mgonjwa akiteseka. Ndiyo maana Yesu anawaita wanafiki kwa sababu walishindwa kutoa mahitaji ya watu na badala yake kuwafundisha watu woga na kuwajengea wasiwasi mioni mwao kuhusu Mungu. Walishindwa kuonyesha upendo na kuwafundisha huruma na msamaha wa Mungu na na mara nyingi walijikita kwenye adhabu na kushika sheria kwa nguvu. Tunaalikwa kuwatembelea wagonjwa, kuwatembelea wanaoteseka na kuwaonesha upendo na huruma ambayo Mungu ameionyesha kwetu. Ndugu zangu, sheria zetu ziwe msingi, msingi wake ni upendo na kuleta wokovu kwa watu. Tutambue mahitaji ya watu wanaotuzunguka na tuwahudumie hao, tuwaoneshe upendo na huruma wa Mungu ambavyo havina mipaka. Akubariki Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina.